Somo katika Injili ilivyoandikwa na yo Yesu alisema kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Mimi na baba tu umoja. Neno la Bwana. Kristu tumaini letu, letu. Mungu ni mwema kila wakati, Kila wakati. Mwema. Makofi na vigelegele kwa Mwenyezi Mungu. Asubuhi niliwaambia njoo kanisani, urudi nyumbani ukiwa na furaha. Hayo makofi na vigelegele vinaonyesha ni jinsi gani mlivyochoka, vinaonyesha ni jinsi gani mlivyokuwa na stress. Sasa kanisani ni sehemu ya kuondoa stress. Kanisani ni sehemu ya kuondoa uchovu. Ni wazi wiki nzima mmekuwa katika mahangaiko, na tunaishi katika ulimwengu wenye mahangaiko, wenye changamoto nyingi. Kumbe leo ni siku ambako unapaswa kurudi nyumbani ukiwa na furaha, ukiwa na amani. Kristo tumaini letu! Makofi na vigelegele kwa Mwenyezi Mungu sijaana. Hebu tumnyanyulie Mungu mikono yetu, tumnyanyulie Mungu mikono yetu. Wakina mama, sijasikia vigelegele Hebu mtikise jirani yako mwambie uwe na amani. <laughs> <laughs> mwambie jirani ufurahi. Ndugu <laughs> zangu wapendwa, taifa la Mungu, utume uliotukuka ni utume unaowapa watu matumaini. Utume uliotukuka ni utume unaowapa watu nguvu. Kumbe ninapokuja kanisani, mnaposikiliza neno la Mungu, mnapohubiriwa, mnapaswa kuhubiriwa mahubiri yanayowapa matumaini ya kuanza upya. Asubuhi nilikumbuka mfano mmoja ambako niliitwa kwenda kutoa semina ya Wawata. Nilivyofika kutoa semina, ujumbe wa kwanza niliyoupata nilivyoambiwa na viongozi wakasema, padri, leo naomba utupashe, utuambie ukweli Kristo yeah. Tumaini letu ingekuwa ni wewe, hawa waumini mwambie uwapashe, ungefanya nini? Tumsifu Yesu Kristo yeah. Ungefanya nini? Ungeanza kuwapasha, sio Kristo. Eh? Hebu yeah. Tuambiane ukweli, ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Ungewapasha? Unge Kwa nini ngawapasha kwa sababu naishi katika mipasho. Huo ndio ukweli. Kwangu ulikuwa ni kishawishi kikubwa. Kwanza kuanza kuwapasha hawa kina mama. Lakini nilitaka kujua zaidi kwa nini niambiwe ni nianze ni kuwapasha hawa kina mama. Niliwauliza wale viongozi kulikoni, wakasema waki mama tupashe, wakina mama tumezidi tumekuwa waambia mno, lazima tupashe, utuambie ukweli. Wakina mama hatujiheshimu huko mitaani, tunavaa nguo za ajabu ajabu, ajabu ajabu hata kanisani tunavaa nguo za ajabu, ajabu ajabu, utupashe, utuambie ukweli. Nikaingia ndani ya moyo wangu, nikasikiliza nika sauti ya Mungu inasemaje. Katika somo la Injili, Yesu Kristu anatwambia walio wangu waisikia sauti yangu. Nilisikiliza sauti ya Mungu inasemaje juu yangu, je, wewe ni padi wa mipasho? Nikasema hapana, mimi sio padi wa mipasho Watu hawakuja kanisani, hawakuja kwenye semina kwa ajili ya mipasho, walikuja ili uwape nguvu, ili uwape matumaini, ili uwape amani, waanze upya. Ndiyo maisha tunayoalikwa, ndugu zangu, wapendwa wa taifa la Mungu, tuishi kwa kupeana nguvu, tuishi kwa kupeana matumaini, tuishi kwa kupeana amani. Ndio, katika somo la Injili na somo la kwanza, Paulo na Barnaba walipoingia sinagogi walifanya nini? Waliwapasha wale watu, waliwatia moyo, waliwatia moyo wa kudumu katika neema ya Mungu. Ndiyo maisha tunayo aliko, ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, tuyaishi, tutiane moyo, tuishi katika neema ya Mungu. Unaona matukio yake hayo, mahubiri ya kuwatia watu moyo. Kanisa zima la Yerusalemu, watu wengi walijaa, watu wengi walivutwa. Mpaka wakaanza watu wale wale wale viongozi wa Yerusalemu mpaka wakaanza kuona wivu. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, ukihitaji kuwa na mvuto kwa watu, ishi kwa kuwatia watu moyo, ishi kwa kuwapa watu matumaini, ishi kwa kuwapa watu nguvu. Ndugu zangu wapendwa, tusiishi kwa mipasho, bali tutiane nguvu katika maisha, tupiane moyo katika maisha. Hayo ndiyo maisha ambayo tunahitaji kuyaishi. Hayo ndiyo maisha yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Unapomtia mtu moyo, sio lazima uongee maneno mengi, hata sura yako uso wako wa tabasamu unampa mtu matumaini. Sasa wewe unasalimiana na mtu umekunya ndita kama umelamba ndimu hivi, kweli mtu atapata matumaini kwako? Salimiana na mtu kwa uso wa tabasamu, ukiwa unacheka ukiwa na furahi. Kristo! Kristo! Mungu ni mwema! kila wakati makofi na vigelegele kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie jirani yako, tupeane moyo. Mwambie tupeane nguvu katika maisha. Mwambie sitaki mpasho wako. Kristo, ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, katika somo la injili Yesu Kristo ametamka maneno matatu kama sio mawili. Akasema kondoo wangu wafanye nini? waisikiliza sauti yangu. Neno la pili akasema, kondoo hawa wanawafanya nini? anawajua walio wangu nawajua. Na neno la mwisho akasema, mnifuate. Kondoo ni akina nani? ni sisi. Kwa njia ya ubatizo wetu tumefanywa kuwa kondoo wa Kristo. Sisi ni kondoo wa Kristo. Wajibu wetu mkubwa ni nini? Eh, wajibu wetu mkubwa kama kondoo wa Kristo ni nini? kusikiliza nini? Kusikiliza sauti ya Mungu, kusikiliza sauti ya Kristo. Tusikilize sauti ya Kristo inatuambia nini. Sauti ya Kristo inatuonya. Sauti ya Kristo inatuelekeza. Sauti ya Kristo inatufundisha. Sauti ya Kristo inatukosoa. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, Tulio wengi hatupendi kusikiliza sauti ya Kristo. Sauti ya Kristo haina nafasi ndani mwetu. Kwa sababu mwanadamu kwa asili tulio wengi hatupendi kuonywa. Hatupendi kukosolewa. Kama sauti ya Kristo inakuonya, kama sauti ya Kristo inakukosoa na sisi hatupendi Kukosolewa. Hatuwezi kusikiliza hiyo sauti, ndugu zangu, apenda taifa la Mungu, kati ya kitu ambacho mwanadamu apendi ni kukosolewa, uongo kweli? Kati ya kitu ambacho viongozi hawapendi ni kukosolewa. Ukihitaji okay, kupotezwa, anza kukosoa, utakuwa kama akina mdude upigwe kama fadha kitima, anza kukosoa. Ndugu zangu wapendwa taifa la Mungu, katika maisha, ili uweze kufika sehemu fulani, jitambue kwamba wewe ni mwanadamu, una mapungufu. Pale unapokosolewa kubali kukosolewa, kubali kusahihishwa. Onywa, kubali kuonywa. Wewe si malaika, wewe ni mwanadamu na mapungufu onywa, ili uwe katika njia sahihi, na njia sahihi hiyo ndiyo inayokupeleka kupeleka mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, Yesu Kristo asema kondoo wangu nawajua Uliko Kristo, anakujua jinsi ulivyo. Kama una roho mbaya, Kristo anaijua hiyo roho yako. Kama wewe ni mchonganishi, Kristo anakujua. Kama wewe ni mbea, Kristo anakujua. Kama wewe ni mtu wa kupoteza watu, Kristo anajua. Kama wewe ni mtu wa kuteka watu, Kristo anajua wanadamu wezekana wasijue, lakini Mungu anajua. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, kama Kristo anatujua tuishi kwa mtindo upi? Tuepuke uovu, tuache uovu. Sisi ni wanadamu maisha yetu hapa duniani ni ya kupita. Kama kipindi hiki nikijikita katika uovu, na kipindi hiki kipita, maisha mwanadamu yanabadilika. Leo una mamlaka, kesho huna mamlaka. Leo una nguvu, kesho huna nguvu. Leo unaanza kujivalisha nguo mwenyewe kesho na kesho kutwa huwezi kuvaa nguo mwenyewe, unavalishwa. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, tukiwa tunaishi, tukumbuke kuna kesho na kesho kutwa, kuna maisha baada ya nguvu zako, kuna maisha baada ya, ya, ya mamlaka yako. Haya maisha ya baadaye tuyathamini. Katika sauti ya Mungu inatuambia nini? Tuache kuishi maisha ambayo yanaongozwa na hisia za kibinadamu na hulka za kibinadamu. Daima tudumu katika neema ya Mwenyezi Mungu kama alivyosema Paulo alivyowaambia wale, alivyowaambia wale watu waliokuwa sinagogi. Muishi katika neema ya Mwenyezi Mungu mdumu katika neema ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo kwa sisi Wanaswaswa, tuishi kudumu katika neema za Mwenyezi Mungu, tuwache maisha ya kup kupeana mipasho, mwisho tumfuate Kristo. Anataka nini katika maisha yetu? Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja. Dada wewe pale uliojifunga na dada uliovaa miwani na mwanamume mmoja, njoni mbele. Hawa watatusaidia kutoa maombi, wataimba maombi